Na anashindwa kusema Lulula, akasema Ilula. Eneo hili la Ilula lenye jumla ya wakazi 20134 limekuwa ni eneo maarufu zaidi nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Limekuwa ni eneo ambalo linatamkwa kwenye ndimi za wengi kwenye mataifa mbalimbali. Nimefika hapa kutaka kufahamu je, kuna siri gani katika eneo hili na ni kwa nini wengi wamekuwa wakilitaja zaidi na kulipa umaarufu? Kwanza nakutana na mwenyeji wa eneo hili Tobiasi Mwenyembe, mwenye umri wa miaka sitini na minane ambaye anaanza kunieleza neno Ilula limetokana na nini. Enzi za ukoloni kulikuwa na wazungu ambao mara nyingi walikuwa wanatembelea maeneo haya. Sasa pale ambapo walikuwa wanaulizana, kuna nini huko, basi wakawa wanaita a lulula hela, yaani ile lulula hela ndo neno ambalo limepelekea wazungu baadaye wakaita e, Ilula basi ni vitu ambavyo kwa kweli kwa mzungu alikuwa anafika sehemu kama anavigeuza vitu ambavyo vile tulikuwa sisi ni asili tu ya kuongelea jambo ambalo ni la kawaida tu lulula maana yake ni yale yale kwamba kuna nini huko ah yale, yale tu ah lulula eneo hili lilikuwa limetawaliwa yani kulikuwa na ile ezi za kama mvua imeadimika, e, wahee walikuwa na eneo ambalo walikuwa natambikia mvua. Miongoni mwa mambo muhimu yanayoupa umaarufu mkubwa mji huu wa Ilula ni pamoja na kilimo cha nyanya kiasili. Maisha ya huko nyuma, asilimia kubwa watu, baada ya kuwa ongezeko lilikuwa sio kubwa sana, lakini watu walikuwa wanaishi kwa kutegemea kilimo tu kwa kweli tunajivunia kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba e, mikoa mingi ambayo imekuja au tuseme inalima nyanya kutoka sehemu mbalimbali, yaani walikuja walianza kama vibarua Ilula hapa e, katika kufanya vibarua vya nyanya ndio walioenda sasa kuibua kilimo cha nyanya mikoa mingine huko waliko lakini moja ya vitu muhimu nilivyovipata hapa ni kwamba kabila la Wahehe mwanaume lazima aanzie na mwa na mwanamke aanzie na se. Mathalani mimi ni Muhammad Nyaulingo, kwa hivyo kwa Wahehe napaswa kuitwa Muhammad Mwanyaulingo, na kama nina dada yangu, basi ataitwa Se Nyaulingo. Muhammad Nyaulingo, Azam News, Ilula.